Zaidi ya wakulima elfu thelathini na saba katika kaunti ya Bungoma wanatarajiwa kunufaika na ufadhili wa kuimarisha kilimo kutokana na mkataba kati ya kaunti ya Bungoma na shirikisho la CGA linalokuza kilimo cha nafaka. Wakizungumza baada ya kutia saini mkataba huo katika chuo cha mafunzo ya kilimo cha Mabanga kwenye eneo bunge la Kabuchai, kaunti ya Bungoma, wakiongozwa na mshirikishi wa chama cha Cereals Growers Association CGA Moses Mwanje, wamesema kuwa ushirikiano huo utawafaa wakulima zaidi ya elfu 37 katika maeneo bunge yote tisa ya kaunti ya Bungoma. We've got here almost 37,000 farmers who are being supported by CGA in various programs. Na katika hiyo hali pia tuko na what we call the farmer service center ambao ni wale wakulima wamehitimu kusaidia wakulima wengine katika mambo ya masomo uh, th things like ma uh, market facilitation input access uh, training on various uh, activities like uh, GAB, climate smart agriculture agroforestry uh, post harvest management uh, crop insurance, and many other things. So today we we have been here briefly to s sign an MOU the county government of Bungoma and we are so happy that uh, Waziri your engineer uh, Kibunguchi has been able to avail himself Uh, to make us to formalize a partnership. This partnership is going to make us to do more work in Bungoma County and be able to access some more farmers. Huu mkataba utasaidia wakulima wote but mostly wale wa cereals kama mahindi kama cereals zingine. You've thrown me off. Maragwe, so, yeah. soya, horticulture na vitu vingine. Mwakilishi wa wadi anaitiri Kabuyefwe, ambaye pia ni mwenyekiti wa kamati ya kilimo kwenye bunge la kaunti ya Bungoma, wa Fula Waiti, amesema kuwa watazidi kupitisha sera zitakazoimarisha kilimo kwenye kaunti ya Bungoma. Merigoret Siricha, ambaye ni msimamizi wa wakulima, amesema ushirikiano huo umekuwa ni afueni kubwa kwa wakulima katika kaunti ya Bungoma ili kupata vifaa vya shambani kwa karibu ikizingatiwa kuwa kaunti ya Bungoma inategemea pakubwa mazao ya kilimo. As I represent the county assembly of Bungoma, sasa chukumi itakuwa ni kuangalia na nitarai wenzangu waangalie vile sasa waziri ana implement uh, pamoja na the, the, the, the directors of the CGA, vile wanasaidia wakulima kule nyanjani, ili wakulima waelewe vile wanapanda vile wanauza na vile wanajihusisha sana sana na hii mambo ya cereals katika mashamba yao. Tunashukuru sana CGA kwa kufikiria model kama ya farmer service center kwa sababu imeleta imeleta small holder farmers pamoja through the farmer service center wanapata kila kitu yenye wanahitaji mara moja safari moja it's a one stop shop for all the smallholder farmers wanapata farm input trainings linkages to finances linkages to other services crop production trainings vitu zote zenye mkulima mdogo anahitaji anapata through the farmer service center Wili Khaemba Kurunzi Bungoma